Bwana mmoja katika kijiji cha Chebarusa kilichoko katika Kaunti ya Uasin Gishu amezichoma nyumba mbili, moja ikiwa ni ya mchungaji wa kanisa fulani katika eneo hilo kwa madai ya kumfumania mkewe akifanya kitendo cha mapenzi na mchungaji huyo katika shamba la mahindi. Ni tukio ambalo limewaghadhabisha wenyeji wa kijiji hicho na kutia dosari ule uaminifu kati ya wachungaji na wafuasi wao. Lofty Matambo anaarifu kwa kina. Ama kweli hasira hasara Dhihirisho halisi ni mabaki haya ya nyumba zilizotiwa kiberiti na bwana mmoja wa umri wa makamo kwa kile alichokitaja kwa kuibiwa mkewe wa ndoa na mtumishi wa Mungu. Mmiliki wa nyumba hizi: nilipopitia hapa hivi, njia ya mkato nikaingilia hapo chini hivi, nikaenda nikasema waje niende niangalie kama huenda huyu mama ameenda ukata nyasi, kwa hiyo shamba yenye aliniambia ati inaenda ukata. Mimi peke yangu nilipofika nilipo hapo hivi, nikapata wakilala na huyu pasta. Tunafululiza hadi katika shamba hili la mahindi la Chebarusa, kaunti ya Uasin Gishu, ambako wawili hao walidaiwa kushiriki tendo la ndoa kwa usiri mkubwa. Nilipoangalia yeye wakiwa na pasta, pasta akaamuka haraka na akatoa mpira yenye alikuwa akitumia. Sasa mama alishindwa kuamka haraka nika, nikamshika mama hapa hivi na nikapika kofi. Inadaiwa mchungaji huyo mla kondoo wake kwa jina Daniel Menjo ni mmoja wa wachungaji wakuu wa kanisa la Repentance and the Holiness Ministries Altars aliye na mke na watoto watatu. Shida iko wapi? Hmm? Na saa hii wasichana wako wengi wenye hawana wasi si angeenda kwa kwa wasichana kuliko akuja haribu boma ya watu. Ndipo sikia ni pasta. Nikasiangai mapasta siku hizi ya Mesiti Kenya kabisa. Sijui yeah. Ni shida gani kwa mapasta na wako na mabibi jameni, kama ni shida siwawe mabibi matasa huko, hata wasijana ni wengi waongeza hata iwe kumi. Kwa sasa mchungaji mshukiwa pamoja na mkewe sang wako mafichoni, hivyo basi kuzizima juhudi zetu za kuwafikia. Anasema hapa hakuna amani hakuna kikiwa, ni kitendo cha pili ndani ya juma moja. Hili linalopakwa tope ni kanisa la Kristo ambalo limevilani vitendo vya kula uroda na mke asiye wako. Swali lililopo ni je, dunia imepasukia wapi? Lofty Matambo KTN leo.